Maarifa kwa nafsi zitagawanywa katika ulimwengu ujao na kwamba kila mmoja kulingana na uwezo wake ataendeleza kwa kiwango chake. Anaweza kuwa anashawishi, ana ushawishi mkubwa kwa mtu binafsi kurekebisha njia zake katika maisha haya, kumgeukia Mungu na kwa uangalifu kuipamba nafsi yake na utukufu hao, ma, wa matendo safi na tabia njema. Abdu'l-Baha ametoa mwanga zaidi juu ya mada hii akizungumza na wageni wake katika meza yake ya chakula cha jioni huko aka, alisema kama neema za kimungu hazina mwisho, hivyo kamilifu wa binadamu hauna mwisho. Kama ingewezekana kufikia kikomo cha ukamilifu, basi moja ya hali halisi ya viumbe inaweza kufikia hali ya kuwa uhuru ya Mungu na Mungu na kikosi kinaweza kufikia hali ya ukamilifu. Lakini kwa kila kiumbe kinacho kuna jambo ambalo haliwezi kupita, hilo ni kusema yule aliye katika hali ya utumwa, hata hivyo mbali, anaweza kuendelea katika kupata ukamilifu usio na kikomo, hatafika hatafikia hali ya Mungu. Ni sawa na viumbe vingine. Madhini, hata hivyo mbali, anaweza kuendelea katika ufalme wa madhini, hawezi haiwezi kupata nguvu ya mboga pia katika maua hata hivyo mbali inaweza kuendelea katika ufalme wa mboga, hakuna nguvu ya hisia ilionekana. Kwa hivyo madini haya ya fedha hayawezi kupata kupata kusikia au kuona. Inaweza kuboresha katika hali yake mwenyewe na kuwa madini kamili, lakini haiwezi kupata nguvu ya ukuaji na nguvu ya hisia au kufikia maisha. Inaweza tu kuendelea katika hali yake mwenyewe. Kwa mfano, Petro hawezi kuwa Kristo. Yote anayoweza kufanya ni katika hali ya utumwa kufikia ukamilifu usio na mwisho kwa kila hali iliyopo na uwezo wa kufanya maendeleo. Kutoka kwa maneno hapo juu tunaweza kuthibitisha kwamba nafsi itaendelea kuendelea katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu kwa kiwango chake na kwamba maendeleo haya yanatokana na, na fadhila ya Mungu. Roho pia inaweza kuendelea kwa njia ya maombi kwa ajili ya wale wanao walioachwa wa na wale ambao bado wako katika maisha haya. Bahaula Abdulah Baha wamefunua maombi mengi kwa ajili ya tukio hili. Pia inaelezwa katika maandiko ya bahai Kibahai kwamba matendo ya hisani katika kumbukumbu ya walioondoka yatainua hali ya nafsi ni kwamba sababu hii kwamba watu binafsi kwa kibahai kwa kawaida huazimisha kifo cha wapendwa wao kwa kufanya mkutano wa maombi na upumbusho. Inafurahisha kutambua kwamba waumini wa kwanza katika mashariki wakati wa usiku za Bahaula na Abdurabaha hawakuserekea hawakuserekea siku zao za kuzaliwa. Walifikiria kwamba kitendo kama hicho kitamaanishwa kujitukuza, njia ya kuongeza ego ya mtu. Haikuwahi hai kuvuka akili zao kwamba siku fulani ilikuwa siku yao ya kuzaliwa. Kwa kweli na ya kweli ilikuwa mtazama huu, kwamba watu wengi hawakujua tarehe halisi ya kuzaliwa kwao. Kwa kukosekana kwa vyeti vya kuzaliwa, wazazi wengine wangeandika tarehe ya kuzaliwa kwa watoto wao katika kitabu fulani, kama vile wa, wa magharibi walitumia Biblia ya kifamilia kwa kusudi pamoja. Hata wakati huo mtu binafsi angetukanwa ange sana, ikiwa mtu alitaka kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kwa watu pekee ambao sherehe yao ya kuzaliwa ilistahili walikuwa manabii na wateule wa Mungu, badala ya kusherehekea siku zao za kuzaliwa hata hivyo watu hawa walifanya mikutano ya kumbukumbu kumbu ya kila mwaka uh, wakati wakiwaalika marafiki zao kujiunga na Raymond Boring, mmoja wa wapendwa wao, ambaye alikuwa amekufa. Katika mkutano kama huo, waliomba kwa ajili ya maendeleo ya nafsi yake, walisimulia huduma zake za sababu, alielezea sifa zake, akasoma tableti zilizofunuliwa kwa heshima yake, ikiwa zipo na kutoa mchango na hisani kwa niaba yake. Kitendo hiki cha ukumbusho wa kila mwaka wa liyoondoka ambacho si wajibu wa kisheria katika imani ya Kibahai sasa kinafuatwa na familia nyingi za Kibahai. Kwa kawaida, utaratibu wa mikutano kama hivyo si wajibu wa taasisi za imani; wao ni pangwa na watu binafsi juu ya universaries ya kupita ya wapendo wao. Nafuatayo ni maneno ya Abdu'l-Baha aliyopokuwa akizungumza na wageni wake katika meza yake ya chakula cha jioni huko Akka. Pia baba na mama huvumilia shida kubwa na shida kwa watoto wao na mara nyingi wakati watoto wamefikia umri wa ukomavu wazazi hupitia ulimwengu mwingine. Mara chache hutokea kwamba baba na mama katika ulimwengu huu waone tawabu ya utunzaji na shida waliopata wali pitia kwa watoto wao. Kwa hiyo watoto kwa, kwa ajili ya utunzaji huu na shida, lazima waonyeshe upendo na faida na lazima waombe msamaha na msamaha kwa wazazi wao. Kwa hiyo mnapaswa, kwa ajili ya upendo na wema ulioonyeshwa na baba yenu, wapa mash, maskini kwa ajili yake, kwa utii mkubwa na unyenyekevu kuomba msamaha na uondoleo dhambi na kuomba rehemu kuu. Inawezekana hata kwamba hali ya wale waliokufa katika dhambi na kutoamini inaweza kubadilishwa, ambayo ni kusema wanaweza kuwa kitu cha msamaha kupitia fadhila za Mungu, sio kupitia haki yake. Kwa fadhila na kutoa bila jangwa, na haki inatoa kile kinachostahili. Kama tunavyo uwezo wa kuomba kwa ajili ya nafsi hizi hapa, hivyo hivyo, uh, tutakuwa na nguvu sawa katika ulimwengu mwingine ambao ni ufalme wa Je, si watu wote katika ulimwengu huu ni viumbe vya Mungu? Kwa hiyo katika dunia hii pia wanaweza kufanya maendeleo kama hapa, wanaweza kupokea mwanga kwa dua zao. Huko pia wanaweza kuomba msamaha na kupokea mwanga kupitia maombi ya dua. Hivyo, kama nafsi katika dunia hii kwa msaada wa dua maombi na maombi ya watakatifu wanaweza kupata maendeleo, hivyo ni sawa baada ya kifo, kupitia maombi yao wenyewe na dua wanaweza kupata kuendelea, hasa wakati wao ni lengo la maombezi ya manifestation takatifu. Sifa za kiroho zinazopatikana na nafsi katika mwendo wa sifa za maisha kama vile maarifa, hekima, unyenyekevu, upendo na fadhila zingine upatikana hatua kwa hatua mtu binafsi ukuwa katika ukomavu na kupita kwa wakati. Ukuaji wa kiroho wa roho na ni sawa na ukuaji wa kikaboni wa viumbe hai. Urudi kwenye mfano wa mti ambao maisha yake huanza na kupanda mbegu. Inakuwa polepole, ikileta matawi, majani, shina na mikuki ya mbali, moja baada ya nyingine hadi wakati utakapofika, wakati unaanza za matunda yake. Hatua ya matunda inaweza kusemwa kuwa ni mafanikio ya taji ya mti, ni hatua ambayo mti umetimiza kusudi ambalo iliumbwa. Lakini mti hauwezi kuzaa matunda yake mwenyewe. Inafanya kazi kama mwanamke na inafanywa inapaswa kufichuliwa na pom kipengele cha kiume ambacho kinarutibisha ova zake. Viumbe vingine hai ambavyo ambao huzaa vijana wao pia hupitia mchakato huo huo, huo wa kujamiana na wenzao wa kiume. Hivyo kwa roho, inakuja kuwa wakati wa mimba, hatua kwa hatua hupata sifa za kimungu, lakini inakuja wakati ambapo inapaswa kuzalisha matunda yake. Si mpaka nafsi ifikie hatua hii, inaweza kusemwa kuwa imetimiza hatima yake. Hii inaweza kutokea wakati wa kufuata kanuni hapo juu ya mwingilio wa kiume na wa nafsi, inachukua kazi ya mwanamke na kuanzisha tendo la ndoa la kiroho na wakala mwingine. ikiwa itachagua ulimwengu wa kimwili kama mshirika basi mtoto aliyezaliwa na muungano huo atakuwa njia ya maisha ya kimwili ambayo inanyima roho urithi wake wa kiroho. Watu wengi ulimwenguni wanajiruhusu kupenda vitu vya kimwili, kwa hivyo nafsi ni maskini, na ingawa ni chombo cha kiroho inakuwa si suleid na mapenzi ya kidunia na huzaa vitu vya kimwili, mtoto asiye stahiri kituo chake cha juu. Lakini agano la Mungu linaamuru juu ya mwanadamu kutambua manifestation yake na kumgeukia. Haya ni maneno ya Bahaula kama yalivyofunuliwa katika sala inayoeleza madhumuni ya uumbaji. Ewe Mungu wangu, nashuhudia kwamba umeniumba ili nikujue na kukuabudu. Nukta 20. Kwa kugeuka kwa kujitolea kwa Baula, udhihirishaji wa Mungu katika siku hii, kwa kutii mapenzi yake na kuwa na vitu kwake nafsi inakuwa chombo chenye rutuba na mpokeaji anayestahili kwa ajili ya umwangwa kwa ufunuo wake. Kupitia kuanzishwa kwa tendo la ndoa ya kiroho na nguvu za nguvu za ufunuo huu, nafsi inakuwa na mbolea na itazaa mtoto wa heshima, roho ya imani. Hii ndiyo hatima ya mwisho na tukufu zaidi kwa nafsi, kusudi ambalo limeumbwa.